Sasa tuende kwenye siasa kidogo, manake nimekutambulisha kama mwanasiasa nguri he. He, he, ulianza kuingia vipi kwenye siasa? Mimi bwana oh. kwenye siasa mm. toka kipindi cha tano mm. e, ilipoingia CCM mm. nimecheza mimi alaiki mm. naona nikisoma Mm. Mchikichini mm. naona mm. nimechukua kadi yangu mimi ya CCM umoja wa mm. vijana nimechukua mwaka 77 mm. eh, sabini na tisa. Mm. Nikaja kuchukua kadi yangu ya CCM si mwaka 1982. Mm. Nilikuwa na kadi ya CCM si nimechukulia Bagamoyo Kaole. Nilikuwa nakaenda kila wiki kusoma mm. siku hizi mbili. Siku hizi vijana wanapewa kadi hawasomi. Mm. Ndio maana hajui, hana heshima kwa viongozi wao. Lakini mm. siku nakwenda, unasoma wiki mara mbili, babangu ananitumia nauli, naenda kusoma Kaole. mm. Kaole. Mpaka mm. nikaja kupata kadi yangu mwaka 1982. Mm. Umechukua kadi ile ile yeah, ile ulikuwa ukipata kadi ya Chama cha Mapinduzi inabidi usome kwanza, usome mm. na kule mlikuwa mnasoma nini, yani eh, kule una, una chama kinatakiwa vipi, nidhamu ya kwenye chama, wakubwa waheshimu vipi, wadogo waheshimu vipi, kuna mambo mengi, maadili kwenye chama, hiyo watu mm. sasa hivi hakuna. Una mtu, kijana, uh, yeye anakuwa na umefika kwenye mkutano, yeye kakaa kwenye kiti, mtu mzima amesimama mm. lakini E, haya yote ni ni matokeo ya ya nyinyi ambao mlijifunza aidha amkuwafundisha um, vizuri hawa vijana, kwa sababu kama mtoto um, akiharibika, basi ni mazingira ameweza kuchangia kuharibika. Kweli sikatai, sisi wenyewe ndio tumefanya makosa kwa hmm, sababu tulipoanza kuondoa hmm, tunagawa kadi kama njugu tuko hapa watu, ndio hapo matatizo yalipotokea kwa sababu kadi ya sehemu kuipata, mimi nakwambia nimesoma Kaole, hmm, Bagamoyo. Eh, wiki mara mbili babangu anatumia nauli naenda na kwenda na kule Jumamosi, Jumapili, Jumatatu narudi, mpaka mm. baada ya miezi mitatu ndo nikapata kadi nikapata kadi, kadi ya kadi ya gamba kabisa, gamba mm. eh. kadi yako ya Chama cha Mapinduzi, unakumbuka ilikuwa ni namba ngapi? Ah, sikumbuki mm. eh. Sasa wewe ni miongoni mwa watu ambao mmeweza kumshuhudia Mwalimu Nyerere mm. eh, unaweza kumuelezea Mwalimu Nyerere pamoja na viongozi wa kipindi hicho walikuwa ni viongozi wa aina gani? Hujua, kila mtu ana sifa zake mm. kila nabii alikuja na wakati wake na mambo yake mm. ya ona. Mm. kwayo, kwa hiyo kwanza Mwalimu Nyerere ukimwona, sio mkubwa wa umbo na nini, lakini mm. alikuwa kama Mungu alimpapawa mm. akifika sehemu watu wote pale mm. wana, wana, wana watu wote wanasisimka mm. alafu alikuwa na mambo ya kupindapinda, alikuwa akinyoka na nyoka mm. na akilisikia atakuita Naona no. kwa nini imekuwa hivi? kwa mm. hiyo eh, alikuwa na msimamo, alikubali kupindapinda. Hapo walikuwa na watu wake wengi wanampa habari mm. na anazifanyia kazi mm. Viongozi wetu sasa ukimpa habari, akwambia subiri, tutaona mm. Eh, baadaye kunamdacham kuna vyama mm. wengine wanaitwa matatizo, hao ndio wanasababisha matatizo. Mm. Le, sasa la, we kipindi hicho ni kiongozi yupi sasa aliye kupa ile hamasa ya kuhitaji na wewe kuanza kuingia kwenye siasa kuwa kiongozi, ukiachana na nani alike ambao umewahi kufanya? Mimi nataka nikwambie, mpaka nikaingia katika uongozi mimi ni mtetea haki. Mimi nikikonapo mm. nje naotaka kuoniwa, sitakubali takubali. mm. Naona kuna kipindi hiyo mm. Morogoro ulikuwa watu ifanya biashara mm wakamepanda mtaa mm. juu wa huku bodeli hoteli naona mm. kuna mgambo alikuwa anapita na wakamata vijana mm. na buruza kama ng'ombe mm. wakati mimi nafanya kazi zangu za ufundi pale nyumbani kwenye workshop yangu, mimi nikatoka, ngoja nyie huyu mm. mm. kafanya nini? Oh, anaweza kuniambia huyu si Mtanzania, huyu si kijana mwenzenu? Hivi hapa leo mnamfanya hivi, huko Msumbiji akafanyweje? Hebu mwacheni. Wale waliotoka pale, moja kwa moja manispaa una mwarabu kule tunafanya kazi akatuzuia, basi mimi ndio shule zangu, sina ile naona nikuja kadinga ile ya manispaa, watu wakasema huyo aingie kwenye kadinga, kama mtaka manispaa tumlete. Basi manispaa pale nyumbani sio mbali, tukaenda mpaka kule kule. Bahati nzuri nikamkuta mstari Kilonda, naona na nani yule mzee Kibisa, kwa hiyo akasema. Sisi kuambia ukamata watu huko juu, tuambia ukamata watu mm. kule chini kwenye barabara. Wewe umekuja ukamata. Basi wewe bwana nita sako nikaachiwa bila. Mm. Sasa hapo labda uturudishe kidogo, ilikuwa ni mwaka gani ili tuweze kupata picha unachokiongea, ilikuwa ni kwenye miaka ipi na da? Mm. Hapo sio miaka mingi na mambo Omega yamepita hapo. Hmm. Eh, oh, kwa tuseme kwamba ina maana ili ili mchakato wa O watu kutolewa kwenye barabara haukuanza leo, umeanza kipindi cha zamani e, umeanza kipindi cha zamani, lakini sasa ndio watu wenyewe ndo hao wabishi wa basi paa mwingine anakuwa inashindikana kwa sababu wameshazoea mm. E, no, no. nafasi ni zipi ambazo umewahi kuzisika katika siasa ukiwa kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi? Hakuna nafasi kubwa kwa mwanachama kwa cha mapinduzi, kwale ukiwa mjumbe mm mjumbe wa nyumba kumi alikuwa anaita mjumbe wa nyumba kumi mm, hakuna nafasi yote, hata ungekuwa mm. sijui nani, ile ndio nafasi kubwa. Ni kwa nini ni nafasi kubwa hiyo? Hapa nataka kuuliza eh, eh. mama Samia ana mtu mm? mama Samia ana mtu. ana watu wote anawajua, lakini mjumbe wa nyumba kumi ndio mwenye watu pale mm. na ndio maana ah wajumbe mi nimeanzia kwenye ujumbe eh, yeah. ujumbe wa nyumba kumi. Nimeanzia na wajumbe wa nyumba kumi vipi, nguvu yao sasa kwenye siasa ikoje? Yani eh wajumbe wa nyumba kumi mm. eh, wanatisha mm. na sasa ndio maelezo, wana kamati ile, watu watu watu watano, hiyo watu wana na mmoja mjumbe wa watano, wewe usifanye mchezo mjumbe. Hiyo hiyo kamati imeongezwa kipindi cha eh, Rais Dr. Samia yeah. Vipi kipindi cha zamani mlikuwa mna nguvu gani? mjumbe ana nguvu kwa sababu hata mimi sasa nikiwa mwenyekiti wa serikali siwezi kufanya kazi bila mjumbe kuleta barua mm. kwa mbogo raia wangu mm. na liki nguruma ikitoka matatizo, tunamfuata mjumbe huyu, nimleta, yuko wapi? tunamshinda naye mm. mjumbe ndio mm. mwenye watu. Kwa hiyo na wewe, utaratibu ulikuwepo kuanzia zamani. Uh, unajua utaratibu mwingine mm. sio, mtoto mngoje mpaka afike miaka miezi 11 ndio uweze kumtembeza mtoto mwingine miezi 6 anatembea. No, naona sio tuna tushachukua nchi kila kitu, wajumbe wote kabidi, wajumbe wote tunatumia Chama cha Mapinduzi. Wapinzani hawana hmm. wajumbe hmm. walijaribu kuweka kama mjumbe anaangalia pale. Ah, ina maana kumbe wajumbe wale wanawezekana wakawa ni wajumbe wa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine vikaanzisha wajumbe wao. Au utaratibu wa wajumbe ukoje? utaratibu wa wajumbe, mjumbe ni mfanyaka, mfanyaka, mfanyaka mfanyakazi wa chama wa chama mm. Sio mwajiriwa wa serikali mm. Naona. Sasa mjumbe kila chama kataka kuweka wajumbe wao mm. Naona, lakini chama tawala ni CCM. mm. Naona, utakuta mjumbe anakaa hata miezi miwili ajaandika barua hata chama yake mwisho mm. wake anajikuta naye hana kazi yoyote. Chukua zile huwa wanatumia kuandika zile barua kuja kwa mwenyekiti kama utambulisho. Ndio. Na je, kama kunaweza kuwa kuna, kuna mjumbe wa, wa chama kingine cha upinzani yeah. Anaweza akaandika ile barua ya utambulisho na wewe kama mwenyekiti ukaipokea? Democracy, yeah. Kwa democracy ama uipokee. Mm. Eh, kama sababu chama sikimesajiliwa sikumesajiliwa mm. na pale kaandika anatoka Chadema mm. na yule siwezi hata tatizo tunamfuata yule mjumbe wewe simwamleta na iliwahi kutokea kama hivyo. Kwamba iliwahi kutokea mjumbe wa chama cha upinzani eh. Unaweza kuandika barua ya utambulisho na wewe <laughs> kama mwenye tikiti lako eh. Ukaipokea. Wenyewe wanaogopa kuandika barua. Si si kwa nini wanaogopa? Sijui hawajaamini, si kwamba wanahisi inaweza isipokelewe. Ah, mimi niko pale serikali ya mtaa eh. Siko si pale kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi peke yake mm. Niko pale naongoza watu wote kwa sababu kura Mm, si hata CCM peke yao, mm. Na wengine wamenipigia kura Chadema, mm. wa CUF, wa TLP wote wamenipigia kura, mm. no, no. Sawa basi tuende kwenye upande sasa wa maendeleo wa haya maeneo yeah, ni maendeleo yote ya kipindi hicho mpaka sasa nafikiri umeyashuhudia yeah. Hebu tupitishe nchi yetu imeendelea kwa kiasi gani na kasi ya kiasi gani tangia miaka hiyo na mabadiliko ya maendeleo yameanza mwaka gani? Unajua vitu vingine kama kuona uone, atakusikia kusikia, usikii usikii. mm. Na gari usikii, eh. unapita na gari usikia hata mtikisiko wa gari eh. wazamani unapita, maanake wa hapa mpaka ufike shibamu mm. uko hoi kutoka hapa nilipo yani, bonde mengi mpaka me, mm. ufike shibamu uko hoi mm. na kama mzazi atazalia njiani lakini sasa tuna njia hapo na lami mm. ukija hapo mtaa mkadini na lami mm. ukija mm. mtaa dosi na lami maake mm. lami zimetapa kauwazani ndo tayari ishapata lami Taa, kama hiyo mm. hapo za barabara ni zipo unaona. mm. Sasa kama wewe, kama kuona wewe utakusikia usikii. Sasa mimi naongelea kwa niaba ya eh. watu waliozaliwa mwaka 2005 kwa eh. sasa wana miaka 20. Sasa wale kuna baadhi eh. ya wa vijana wa, au watoto wamezaliwa eh, wao hawakukuta zile TV za za mchele mchele za eh. kuonyesha zile za antena. Sasa hivi wanaona katika digitali inakuwa ni clear. Andio. Sasa hao ndo unahitaji unahitaji kujua kwamba haya maendeleo yameanza kupatikana mwaka gani na yamepatikanaje. E, nataka uweze kuwaambia wao wapate uelewa, kwa sababu wengi huwa wanaona ni kama mchakato wa kawaida. Sasa, wewe tuelezee yamepatikana mwaka gani na mchakato wake ulikuwaje na zamani ilikuwaje? Unajua maana ndiomana mm. kwa upekee nabii mm. anakuja na mambo mm. yake Mwalimu Nyerere mm alitengeneza viwanda vingi sana mm. na hakuna rais yote alitoka uh -huh. kama yale kuweka viwanda uh -huh. kulikuwa na ufi uh -huh. kwa nini kulikuwa na urafiki uh -huh. viwanda vingi vingi vingi vilikuwa sio hapa, hata mikoani kote uh -huh. kulikuwa na viwanda uh naona -huh. Lakini wazungu wakaja wakatufanya kitu uh -huh. Wakatubana wakatubana wakona wakatu penyele Mwalimu Nyerere kiasi anza kujitegemea ndio mm. pale kuingia kwenye matatizo mm. E, eh, unajua wazetu wale Ulaya mm. wakitaka kubana na njia fupi tu mm. Muona eh, hapa Trump anataka kutuvuruga lakini bahati nzuri tulishamsomea nyakati naona ho oh, sijui mm. silipi hela za, za ukimwi silipi nini lakini watu kumbe washapiga bajeti vizuri wakaambiwa wataendelea kupewa dawa bure mm. naona sasa watu wangapi wanajua na umo ukimwi mm. eh, dawa ile shago makutoa bure mm, wanafanyaje? Lakini mama alishaona siku nyingi kwamba hapa, huyu mwisho wa mchezo atazuia mm, na kweli kazuia, lakini watu mm, wanaendelea kupata dozi wanakula mm, kama kawaida, sababu mimi ninao wale wahanga mm, eh, mapeleka wengine sebo la, wanafanya shughuli zao wamerudi kwa u, kwa wake zao wengine mm, wamerudi kwa zao, waume zao wamekaa vizuri mm. Na, sasa kila nabii anakuja na, na watu wake mm, eh, kaja Mwalimu kafanya aliweza kufanya kaja mm mzee nani Mkapa akafanya aliweza kufanya. Akaja mzee Ruksa akafanya aliweza kufanya. Akaja Jakaya. Sasa hawa nafikiri walikutana kipindi cha mkwele mwenzangu Bagamoyo, Jakaya ndio walikutana mm. nao, naona naye Jakaya akafanya aliweza kufanya na mama. Magufuli kaja maskini, ndio akuchukua muda mrefu, lakini alikuwa na malengo yameonekana, alikuwa na malengo, kwa sababu Magufuli alikuwa na kitu kimoja, akisha kiona kitu kina ukweli, angoje kusubiri hapo hapo mtakuwa twende tukaona. Na mimi nimemjua ile bana, siku moja naenda Bagamoyo mm. kuna mzee mmoja mzee Ibrahim Seushi mm. mm. tukakuta njia ya Bagamoyo inajengwa wakati Jakaya ndio rais mm. mm. tukafika sehemu moja inaitwa Zinga, tukakuta gari imeharibika mm. lori mm. jamaa anapiga jeki kwenye lami, lakini baada ya kunyanyuka gari mm. ina jeki inazama chini kwenye lami inazama nina titia. so, mzee Bremu mtu wa serikali akasema, baba yeye mjengo hata mwezi hajafika, leo inakuaje hivi? mm. mm. akampigia simu akamwambia wapi, akamwambia mm. mm. simu fulani, akamwambia nakuja. Hiyo bwana alikuchukua hata lisa, akaingia hapa kuja kuangalia kuja kuangalia, akakuta kweli, naona akawasiliana Mheshimiwa, aka pale pale anampigia simu mm. akamwambia Jumatatu namadikwa jumamosi jumatatu mm. juma nataka nikute hapa maka kama leteni makatasi yenu, angalia kwamba kuna wataalamu si sita, mm. si kuna magreda si kumi na tano, akama nataka jumatatu wote nikute hapa. Kila siku afanya kupuuziwa kwa hiyo kila mtu anakuja na mipango yake kwa kwa eh, lakini mama tunamsifu ile mipango yachamwinzie. Mm. Hakuitupa, kaimalizia pale, ama tumpe tumpe maua yake mm. kaimalizia, naona, na watu walikuwa nasema tutaona, sijui la nini. Unajua bwana miruzi mingi mbo bwa, apotea bwana yake. Mama alisimama kwenye mstari mm. akapata na wapambe na wamemsimamia mm. kaenda kazini naona, unajua mm. Kila kitu usifanye peke yako, ukiwa na ushauri. Naona hata mm. kwenye dini yetu mm. kuna kipindi bwana Mtume naona kisima ama mm. mm. mbele mm. tukilinde kisima, tupate wanamtmakkngshau awawa waka kama na okay. E, katika muktadha wa uongozi Jakaa e, Kikwete ndio rais ambaye amefanikiwa yeah, kuiunganisha nchi nzima kwa barabara za rami. Unaona sasa e, wakati anaunganisha kwa barabara za rami vipi, maeneo haya yalikuwaje kwenye mwaka elfu mbili na tano mpaka elfu mbili na <laughs> kumi Ulikuwa naenda Tanga, wewe. Tanga sikuwa na lami, nilipoanguka basi. Unaondoka hapa saa mbili asubuhi nafika saa kumi kule nafika saa kumi na mbili na Mm, maneno ah, okay, yeah. Sasa kwa sasa, sasa unavyoona jinsi ambavyo eh, mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dkt. Samia Suluhu Hassan anavyoiendesha nchi yeah, eh, unamzungumzia vipi na huu uh, ni kipindi sasa cha uchaguzi mkuu mm, ambacho ni mchakato ambao unaendelea eh, unawaambia nini sasa watu ambao wanapinga Unajua kwamba kitu kimoja mm. Ukiwa kiongozi mm. Kama ukupingwa mm. basi ufai mm. Sasa leo mm. Ukiwa kiongozi kama hujapingwa ufai mm. Na kiongozi asiyekuwa na kambi hafai mm. Sasa lazima Samia apingwe. Kwa nini utampenda? Awezi kumpenda watu wote mm. Lazima kupingwa, lazima apingwe na mwenyewe anajua kama kuna watu la wengine hawapendi maendeleo lakini yeye akazibuti, yeye akazibuti tu na Mungu, kwa uwezo wa mnyezi Mungu amtauze Mungu mbele yalakwenda shelewa mm. Uzuri ana kamati yake ya Chama cha Mapinduzi, kila kinachofanyika anashirikisha na tunaona kwenye kwenye mativi a mm. ule umati no unaomiminika mm. dalili ya mvua mawingu, bwana. Sawa e, dalili ya mvua ya mawingu. Sasa wewe kama mwanachama yeah. wa yeah. Chama cha Mapinduzi, ni mwenyekiti wa serikali ya mtambo, unatokana na Chama cha Mapinduzi, una ushawishi vipi sauma aweze kumpigia kura Dr. Samia, Samia, Samia Suluhu Hassan, mgombea wa Chama cha Mapinduzi? Tena mimi na uchaguzi nachelewa mm. hata kesho tukienda uwanjani, mama anapeta bila matatizo mm. yeah, mama anapeta bila matatizo kwa sababu aliofanya anaonekana mm. Hawa piga mm. kelele, wacha wapiga kelele. Hakuna, nakwambia kama, ukiwa kiongozi ama upingwe, mimi mwenyewe nimepingwa hapa. Lakini, wenye ukweli, hawa, mm. ki, ni, ni kina mama Samia hao mm. mm. wakaulizana aliyekuwa hata siku moja jeni kwa, kwa Bachu kutoka barua nyumbani kwake nani hapo mimi mm. nakuja hapo paka usiku hapo wanakuja kuchukua barua ndio atikia barua kwa nisiandike mbona kwenda kuomba kura usiku majumbani kwa watu mm. wanakuja hapa usiku, wengine wanafajiri. Naona naandika barua kwa, mm. kwa sababu sa. eh, mimi ndio serikali inaanzia kwangu. sipofanya vizuri mm. mimi sijamtendea akimama kule sawa sawa, mimi lazima mm. nifanye no, kazi hivi. wanyinyi mmenichelewesha, ndio nakaa hapa chini ya mti mpaka saa moja, pa nitoka pale na chukua kwangu na kuja nyumbani. Naona mimi na ofisi yangu na workshop yangu, mimi fundi. Lakini ingambe hiyo wacha kae fundi, mm. fundi mafundi wapo wanafanya kazi, lakini mimi wacha ningapitie mama sababu bila mm. sisi kufanya kazi huku chini hatujafanya mm. kitu. Sasa kwa sasa kuna kauli inasema no reform no election, ambayo wanasema wapinzani mm. lakini pia chama tawala chenye yeah. kinasema Oktoba tunatiki. Je, katika mtazamo wako unafikiri ni kauli ipi itatimia? <laughs> ah, sungula akapiga tembo wanaacha. <laughs> <laughs> Fani, mm. eh, ule anafika mkono kule. Mm. tunatiki. Tunatiki, tunatiki Mama Samia tunatiki mbunge wa CCM, tunatiki diwani okay, wa CCM. Biashara tumemaliza. Aa, sawa. Sasa, kwa namna ambavyo umezopita katika kipindi chote miaka yote hivi, mm. zimewahi kutokea kauli ngapi kama hizo za wapinzani kwa kumbukumbu kumbu zako? Wapinzani, kwa kina Mrema bwana, mm. na wao walikuwa na kauli gani? Kina Mrema ndio walikuwa wapinzani, mpaka Mwalimu Nyerere kasema kama mtu ataka kubebwa machena abebwe. Huyo ndio kwa wapinzani ilikuwa wakati huo. Upinzani imara sana uh, unajua, wote, kuna mtu um. na mageuzi, unajua kwenye mgodi um. wa dhahabu kufika kule, kila mtu anataka kuchukua dhahabu wanapigana. Mm. Yeah. Kwa hiyo na wao walipigana wa, wa, wa kama namna mababu. Wao wa wenyewe kwa mm. mm. mm. Kwanza walianza kuvurugana. Mmoja anakuambia makao makuu yatakuwa Musoma, mwingine anakwambia makao makuu yatakuwa Mbeya, basi wenyewe wakaanza kuvurugana. Lakini kipindi hicho paka chama kiweze kupata ushawishi mkubwa nafikiri kulikuwa na ajenda. Yeah. Ajenda yao ilikuwa ni ipi ambayo iliweza kuvutia wananchi mpaka kukiunga mkono kiasi hicho? Unajua, ilikuwa na agenda tutoa shule. Mm. Unajua watoto wetu hawa mm.

piga na vijana wa Chadema mm. Gumi. Mm. Ukafu. E, sasa ukiacha hivyo kila nyakati huwa yeah. kinatokea chama kingine kikubwa cha upinzani yeah. E, baada ya NCCR mageuzi katokea chama cha Kafu yeah. Vipi na wao walipata nguvu, walikuwa na ajenda zipi zilizowapa nguvu? Kafu bwana alikuwa anaangalia mtu gani anagombea atana na yeah. mm. CCM kwa mm. sababu mimi ndo makao makuu ya Kafu alikuwepo hapo mm. Lipumba alikuwa nakaa hapo mtaa Mkadini mm. mbunga wa Kafu alikuwa nakaa mtaa wa Mkadini mm. underground yake Kafu nani Lipumba ilijengwa pale mm. msikiti ulikuwa likuwa hapa mtaa Kionga ndo likuwa nautumia, mm. na mimi nimetoka maeneo hayo hayo, mm. lakini wana itikadi moja mm. ukiwa langi langi kama mimi basi, mm. team gombea Our... ukiwa langi langi kama mimi basi wao wanaona afana namani msefu. Kwa hiyo walikuwa wanaangalia ukiwa na rangi basi wao hawaweki mgombea. Mimi ndio nakwambia, mimi ndio nimeingia kipindi hicho. Sababu kama hapa kwetu Dosi, kwa sababu ndio nimekwambia hivyo, mgombea alikuwa anaongoza mtu wa kwanza alikuwa Said Nasir, yuko kama mimi. Akaja mtu wa pili baada ya Said Nasir kuondoka, akakaa Said Nasir miezi sita tu akaamia upanga, kwa hiyo akaacha akamjume mmoja akaanakamata miaka miaka mitano ipata akaja mtu mwingine anaitwa Abdulosa kama mimi, hmm. hmm. akakamata miaka miwili akaondoka kailala hmm. mimi ndo nimeweza kudumu kwa timu nne hapo, kwa kwa kama tabaki hmm. hai mpaka hmm. no? na ishirini na tisa lakini, nimekuja kuingia wakati kafu kafu kwelikweli, na kumi na nne sio mchezo. Sasa kafu ilipata nguvu sana kwenye mikoa mingi yeah. na miongoni mwa mikoa ambayo ilishikilia zaidi ilikuwa ni ipi? kwanza kusini Mm. Kina bwege huko. Halafu mm. hata huko Tanga Tanga na hapa hapa Dar es Salaam. Unajua kuna watu tulipoteza mm. viti hapa sisi. Unaona? Mpaka na. Kilondoni mm. tulipoteza mm. Katupiga kubenea, mm. Tena kubenea katupiga alfajiri saa tisa, saa kumi tulikimbiana. Wale bwana <laughs> <laughs> na ajenda yao ilikuwa ilikuwa inatia nguvu na kuwashawishi umma, ilikuwa ni ipi? Walizama sana kwenye dini

kafu kafu mm, mm, lakini ndiyo hivyo, kwa kwa nje kwa heshima amegombana huku wa e wa pt na, eh. Na uimara wa Chama cha Mapinduzi kipindi hicho ulikuwaje? Maanake Chama cha Mapinduzi katika mapambano makali na magumu huwa eh, kinaibuka kikiwa akiwa ni mshindi wa mapambano eh. Je, huwa ni mbinu gani zinazotumika paka kuweza kushinda kwenye mazingira magumu kama hayo, ambayo atawee mwenyewe unasema nyakati eh, eh, hizo zilikuwa ni ngumu kweli kweli. Kitu cha kwanza kuwatendea kwa watu mm. kuwatumikia watu hicho mm. ndio cha kwanza. hata mtu mm. na anaona aibu, anaona aibu mm. kweli. mimi kafu, lakini kumwacha bacho siwezi. Anaumiza, anakaa, anaweka eh, mm. kutumikia wale watu na Mungu mwenyewe anaona mm. Unajua, hii kazi yetu lazima watumikie watu. Ndio maana nakwambia hapo, naona makablashali pale ma mm. eh, hapo mm. anakuja wakati wote kwangu kwa hiyo siri ya mafanikio ya Chama cha Mapinduzi kushinda kwenye mapambano magumu eh, ni kutumikia watu, watumikia watu hmm, eh, na hivi vyama hapa alikuwa ni makao makuu umesema ya kafu eh, lakini katika mchakato wote paka wanavuruga wanavurugana, kinachokuwa kikubwa zaidi ambacho kinaweza kuwavuruga kinakuwa ni nini? Madaraka, kila mmoja anatakae. Wao huwa hawakubaliani kwamba eh, wakati uwaongoze huyu, atafata huyu, hakuna hiyo kule

Ah, bwana nakushukuru sana kwa kuweza yeah, kutupitisha kwenye history, lakini kama tutahitaji mambo mengi zaidi ya upande wa michezo na historia, basi naomba milango ya wazi kuja kwako tuweze kuchuma eh, hizo busara pamoja na historia kutoka kwako. Mimi sina shaka. Karibu sana mm, mm. Karibu tena sana sana mm. Msalimia mwenyekiti wangu Shaweji, yeah. Msalimia katibu wangu, msalimia na Abdalla Mangala, hao yeah, wote Yanga watupwa <laughs> He, obe salamu. Obe basi, he. He, kabisa, sijali mpenzi mtazamaji wa D&A TV. Hapa tumeweza kupata madini mengi sana, tumeweza kupata fursa kujifunza vitu vingi sana kutoka kwenye virabu vikubwa hivi viwili vya Simba pamoja na Yanga, lakini tumeweza kujifunza e, kupitia vyama vya siasa Chama cha Mapinduzi na vyama vyote vya upinzani. Usisahau kusubscribe, kucomment lakini pia kushare ili uendelee kuwa mwanafamilia yetu. Mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine. Nyuma ya kamera nilikuwa na Shomari Kipande. Asante sana.